Biblia inasema hivi kina mama walikuwa wanakibia kwa kaburi na walikuwa wameenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. Wajoso, Kristo, mafuta na wakati walikuwa njiani, wanawake watatu atumia, walikuwa wanaulizana ni sawa tunaenda tunataka kwenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. tunataka kwenda kutenda mema, lakini ni nani atatuondolea njiwe katika mlango wa kaburi? Walikuwa na shinda. Io wako na kusudi jema, io wanataka kumwagilia mwili wa Yesu mafuta wanataka kumwagilia mwili wa Yesu, lakini kulikuwa na changamoto ambayo ilikuwa wanaulizana, ni nani atatuondolea jiwe, ni nani atatuondolea jiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya jambo moja. Ni kweli kina mama hawakuwa na nguvu, hawakuwa na uwezo, wangekuwa na namna Nakinu kuna anaitwa Mungu hashindwi mmoja, ambaye anaitwa Mungu, ambaye hashindwi na, habadiliki, ambaye hawezi akawekwa chini kabororote. Angalia aliye karibu na wewe, niambie, kuna mmoja ambaye anaweza kukuondolea kukuondolea jiwe, haijalishi ni jiwe gani aishi ni kubwa namna gani na, kani na, na, na kina mama walikuwa na shinda, hawakuwa wanajua wafanye nini. Hawakuwa wanajua kama watapata usaidizi lakini Biblia inasema hivi, no waipofika re. kwa kaburi kama vile Yesu alikuwa amesema atakuwa kwa kaburi siku ya tatu atafufuka. Alipofika kwa kaburi walikuta jiwe limebingirizwa na, na, tohye, i, i, i, na Yesu hele, ametoka kwa mauti sababu kwa kuwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu wasifiwe! Tunataka kunenea hii anga ya Shiakago, tunataka kunenea hii anga ya Shiakago. Wa watu kwa, kanza kwa muda mrefu hey, imeua watoto wetu kwa pombe kwa muda mrefu. Najua kuna mahali sauti inafika. Kuna mtu analia peke yake, anashindwa, ni nani ataniondoa kwa hii shinda? Kuna msichana analia mahali, anashindwa, ni nani ataniondoa kwa hii shinda? Oh, kuna mama analia mahali, anashindwa, ni nani atanisukumia hii jiwe? oh, familia kusambaratika jiwe ya watoto wetu kuwawa wa na pombe. Wapendwa, tushangilie Mungu, maana kuna mmoja ako na uwezo wa kumbingiriza mawe. Hey, kama una hey, amini sema amen, amen. Amen. Kuna mmoja no mbaya anabingirisha mawe ya hapa, jioni ya leo ah, kuna mtu amesumbuliwa na kiu ya pombe, akipata pesa inaisha, inaisha, atagoma ilisambaratika, analia, anauliza ni nani atakaye nipingirizia jiwe e. Kuna e Yesu e Yesu aweza kuondoa mawe. Okay. Mawe ya ulevi, ya mawe ya kuvuta mbangi, kiu ya madawa ya, ya kulevya, anaweza kuyaondoa. Ama uko pamoja na mimi, sema amen. Mtakatifu tunakuarika Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu, tunakualika.